Lakini kwa sasa? Ah. Well, si, yaani umalize class 8, uende class second, uende secondary. Enda tu. Enda tu saa ashitoke tu. Enda tu meniboa. Enda tu, enda tu. Enda tu.